Hello. Uh, tunaenda kuangalia topic nzuri na pendwa inaitwa population growth ambayo ni topic ya nne iliyoandaliwa na Jaloni atinyekuku. Hii ni topic ambayo itaenda kukufundisha wewe na utapata kuelewa ni somo lililofundishwa na Professor Lucas Mwakajinga lakini mimi naye kusimulia hapa, unawekuelekeza hapa ni Jaloni atinyekuku yani Jackson ya Aloyce Nyekuku. Sa tuende kuangalia maana ya population. Uh, what is population? The word population is commonly used in geography and research but is, but it has a different meaning depending on the context. Kwamba mara nyingi hili huwa linatumika kwenye somo la geography lakini pia katika research uh, lakini likiwa na maana tofauti tofauti zilizo na ujumbe za lizokusudiwa. Tunasema, in research a population can refer to the group of item or subjects such as desk, people, animal or any unit being studied. Kwa hiyo hapa tunaangalia katika research tunazungumzia vitu vyote, yani tunatwachi kitu chochote, tukianza items subject, tunaweka mpaka watu, yani tunahusisha vitu vyote. Lakini in geography of development study, yani population refer to the total number of people living in a specific place at a specific time. Unaona moja kwa moja kwamba kwenye development study au kwenye geography tunazungumzia watu watu, on people. Kitu cha kushika hapa not population in development study deal with people or number of people at a particular time and specific area, kwamba hii hapa ina deal na namba ya watu au idadi ya watu wanaoishi katika eneo fulani na kwa muda fulani. Tunasema aina ni Dar es Salaam mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, watu hao wa walikuwa wangapi? Mwaka ujao huenda waliongezeka, hizo walipungua. Kwa hiyo lazima tusani tusanishe muda na eneo, lakini pia na idadi ya watu ni wangapi kwa muda huo. So, meaning of population growth, bado tunaendelea tunasema, population in generally means total number of people living in a particular place at a specific time. I think hapa tunaelewana vizuri. So hapa kuna vitu vitatu vya kuzingatia katika definition ya population. There are three important elements in this definition. The first one is total number of people. Yani idadi ya watu ni wangapi? The second, specific place, eneo husika au eneo tajwa, eneo lengwa. Lakini namba tatu ni specific time of period, yani lazima iwe na muda, iwe na eneo na iwe na idadi ya watu. Hawa watu walikuwa ni wangapi katika eneo fulani, wakati gani? For example, the population of Dar es Salaam in 2022 was approximately 6 million people. Yani wakazi wa Dar es Salaam kwa mwaka wa elfu mbili na ishirini na mbili kwa makadirio walikuwa ni milioni ngapi? Sita. Hivyo hapa unaona moja kwa moja kausanisha city ambayo ni place, lakini pia year ambayo ni time or period, lakini pia 6 million people, it means that watu, idadi ya watu kwa mwaka huo na kwa eneo hilo. Nahisi hapo mmenielewa vizuri my friend. Yaani somo ni zuri tukienda pamoja. So baada ya hapo twende kuangalia maana ya population growth. What is population growth? So population growth refer to the increase kule tulisema ile ilikuwa ni namba . Sasa huku ina increase refer to the increase in the number of people in a certain area over time. Yani hapa unaongeza neno increase tu kama utaona definition, na kuchanganya kwenye ile definition ya kwanza, unaweza kusema kwamba is the increase of number of people at a specific place and a specific at area lakini, hapa mimi nilipenda kwa sababu iti the increase in the number of people in a certain area over time, kwa muda tena, usika lazima uhusanishe namba ya watu kaitaja, ipo number of people a certain area and a certain of what time. So hiyo vitu lazima viwepo, lakini kitu ongezeka hapa ni increase. Ile increase lazima iwepo, kwamba ongezeko. Kwa hiyo population growth na ni ongezeko la nini? La watu. so this growth can be happen due to. Sasa e, hii growth inatokea pale tu kulipokuwa na nini, anasema high birth rate, yani ongezeko la watu wanapofanyaje, wanapozaliana au kuzaliwa kwa watu. Lakini pia low death rate, pungu yani punguko au tunasema kupungua kwa watu kufariki, and immigration hmm, inasababisha ile watu kuwa mama, wanatoka vijijini na kuja mjini, people moving into the area anasema, so population growth in mathematical, lakini ya to consider kwa saizi, ili nimeweka tu well, kwa ajili ya kufahamu wewe kwamba population growth is equal to birth plus immigration, yani kuzaliwa ukijumlisha uhamiaji, ama watu wanaozaliwa na wanaohamia wote ukiwajumlisha unapata nini Opinji. Lakini pia una minus death, yani unaondoa vifo, watu wanapokufa lakini immigration hapa ni immigration, hapa emigration. Sasa hii hapa inamaanisha kwamba watu hawafanyaji, hawaambi, wamebaki pale pale, ile kwa maana watu wametulia. Sasa hii ndio inamaanisha population growth. Sasa hii mathematics sijaa kuchanganya, achana nayo kama utaona ni ngumu kwako. So tunaenda kuangalia rapid population growth. So rapid population growth means a fast, kwetu sema ile ilikuwa ni increase, hapa inakuwa is in fast or sudden increase yani, kila kipengele kinaongezeka. Kule tulianza population ilikuwa ni total number, lakini population goes ikaja increase hapa, imekuja imeongezeka fast or sudden what increase, kwa hizo zinazidi imeongezeka hapo tena nini sudden or fast. Kwa hiyo definition ya hapa tutasema meaning means a fast or sudden increase in, a, in the number of people in a specific area over a short period of time. Kwa hiyo muda, eneo uh, na uharaka na ongezeko lazima usanishe kwenye rapid growth. So it can be caused by high birth rate, improvement of healthcare. Hasa hii hapa inasababishwa kwa kuzaliana sana kwa watu, lakini pia improvement, yaani kuimarisha nani huduma za afya tunasema leading to low death rate, yani kupungua kwa vifo ah, uh, lakini pia tunasema all oh, large scale immigration, yani ongezeko la watu sana kuhama. Hii inasababisha nini? Kuna nani rapid population, yani watu wanahama sana. Tunasema watu wanatoka Msoma wanakuja dar es Salaam, watu wanatoka Gawa wanakuja dar es Salaam, watu wanatoka Mbeya wanakuja dar es Salaam, watu wanatoka huko Ilinga yani everywhere haisi. Uh, kama ninyi mnafahamu ninyi mmetoka majumbani kwenu huko wote mikoani kwenu, kwenu, kwenu. Nimekuja Dar es Salaam kusoma, tena ustawi wa jamii. Haya, hapa tuna factors of rapid population growth is factor. Mwalimu alitaja nyingi kweli kweli kweli, hapa mimi nitataja kwa haraka haraka kuokoa muda. Ya kwanza tunasema trade activity, unasema kwamba business business center attract people for job and income increasing population. So example Dar es Salaam tunasema kwamba is a trade city. Unaona watu walivyo wengi katika mji wa Dar es Salaam. Lakini pia agriculture capacity tunasema fertility and productive land support large population due to food security. Example Morogoro, Mbeya and other city. Hizo ni miji ambazo zinajulikana sana kwa kilimo. Watu wamekaa kuwa wengi huko kwa ajili ya nini? Kilimo. Lakini pia lack of family planning, yani kutokuwa na Family planning, nasema watu wanakuwa nazaliana sana wengi pasipokuwa na mpango wa uzazi. Nasema limited access or use of the best control method ready to high base rate. Lakini pia migration, yani ile kuwa mahama na kutembelewa kwa utalii. Nasema movement of people into a certain area for work or tourism activity increase population. Lakini pia tunasema improving health care, tunasema advanced health care medical service reduces death and increase child survival area, kwamba ikiwepo SK ina improve watu wana ina improve kuzaliwa kwa watu wakiwa wako safe, lakini pia ina inapunguza nini vifo. Ina maana watu wanakuwa wale wale, watu hawafi, ila wanaozaliwa wanakuwa wanaongezeka kwa sababu ya improvement of SK, kwa sababu watu wengine walikuwa wakienda kujifungua watoto wanafariki njiani au wanapata shida njiani, watoto wanafia matumbuni hivyo, lakini kwa sasa ni ngumu sana. Ndio maana hii point ni zile, lakini point ya sita anasema sex preference, eh, hii tunasema cultural belief, lakini ukitumia hivi itakuwa mmewaza point nyingine, hataweza kutumia hivi kulingana na mtazamo wa mwalimu. So, some SK group C value larger families, for example, the Sukuma and Kuria communities are known as for having many children due to the cultural attitude kwamba hizi kabila mbili wasukuma na wakulia wenyewe matakwa yao na kuishi kwao, wana ni wanaona proud sana kuwa na watoto wengi, kwa sababu msukuma yeye anapenda watoto weupe tena wa kike. Akishatotoa mtoto wa kike ambao ni mweupe, anaona kabisa huyu ni mtaji na anaweza kupata mali nyingi kwa ajili ya kuozesha. Lakini kwa wakulia wenyewe, watoto wao wanapata kwa sababu wanapenda watoto wa kiume kwa ajili ya ulisi na, maana ukiwa unajifunga mtoto wa kiume wa kiume wa kiume pale ni flaw wow. Kwao kwa hiyo na this proud, lakini ukizaa wa kike inakuwa ni tofauti. So hapa nimeamua kutenganisha vipengele ambavyo ni ze skuma ze uh, skuma preferred white girl ndo kama au kwa ajili ya kuozesha, lakini kuria preferred boys for healthy, yani kwa kuhalisisha mali kule ukuriani. Mfano mimi ndo mkuria kule atulishagi watoto wa kike, yani mtoto wa kiume ndo anaandaliwa kwa ulisi mfano kama kwetu dadangu ni wa kwanza na watoto sijua mimi ndo mtoto wa, wa mimi mtoto wa pili na dadangu ndo wa kwanza. Aa, na babaangu ni wa kiume lakini mtoto si, mimi sio sisi kwamba sio wakubwa. Hicho kisa utanitafuta ni kusimulia sio mara pake hapa a uh, factor of rapid population growth. Tunaendelea ya saba nasema improving infrastructure uh, lakini pia kuna future security lakini pia kuna natural resources, pia kuna early marriage, lakini pia kuna uh, establishing pieces, lakini pia kuna demand for labor force uh, na hisi naelewa tu kwa haraka haraka ukiwa unasoma. Tukizungumzia improving of infrastructure such as good roads, electricity uh, clear water and schools, lakini pia kuna family having more children to ensure care and support in old age. Uh, tunasema natural resources availability of mineral force uh, foster and uh, facility land attracting, lakini early marriage unasema young marriage extend uh, reproductive year increase the chance of many children ah uh, malizia tunamalizia, tunasema favorable climate uh, presence of weather supporting farming and uh, comfortable living attracting people the community religious believe some people believe in God's will, with, with God's will to multiply and uh, fill the earth uh, encourage large family kwamba hapa yeah, kwamba ile kwamba the kwamba ile kwamba nendeni ulimwenguni mkaujaze nini, nendeni duniani mkaujaze ulimwengu. Sasa hii ndio inasababisha kwamba watu wa imani zote wanafata matakwa ya Mungu na kuzingatia kwamba lazima tuzae na tuongeze ulimwengu. Sasa inaongeza population kwa kiasi kama hicho, lakini manless and prestige inasema kwamba in some community having many children in seen as a sign of strength and status, kwamba wengine tunaamini kwamba ile manliness kwamba ukiwa na watoto wengi unaamini kwamba wewe ndo mtu bora na wewe ndo una nguvu na unajua, na kwamba mtu kama tzamu ameikwa watu wengi wengi wengi. Lakini pia polygamy tunasema practiced by some religions like ya uh, Islam au makabila fulani nilikuwa, yaani, na mke zaidi ya mmoja na uh, tunasema pia reduce mortality, nasema fewer deaths, yani kuwa na vifo vichache means more people survive uh, increasing the total population. Sasa hapa kwa population tutakuwa tumeanza, tuna kipengele kinachoitwa like, Malthus Malthus Malthus theory of population growth. So Malthus theory of population growth tunasema the Malthus theory was proposed by Thomas C. Robert Malthus. Malthusian theory. Narudia, narudiaze. Malthusian theory was proposed by Thomas Robert Malthus in 1799 mwaka elfu moja mia saba tisini na tisa. Theory tis, eh, -li ndo lianzishwa na Thomas C. Robert Malthus. This theory explains the relation between, yani isiyo ilielezea uhusiano kati ya population growth and the food supply, yani uhusiano kati ya ongezeko la watu na uzalishaji wa chakula. And uh, it introduce way which produce growth in controlled natural or society, na ika introduce njia ambayo inaweza ika nani, uh, ika control natural ili ongezeko la watu sasa. Twende kuangalia main proposal of Malthus theory. Tunasema ya kwanza, food is necessary for human survival, without food human life cannot continue. Yani pasipokuwa na chakula watu hawawezi kuishi na hawezi kuwish, kuendelea. Kwa hiyo chakula is evidence, food is everything, ndio wako lakini ya pili anasema human population grows faster than food production. Yani ongezeko la watu linakuwa kuliko ongezeko la chakula linavyokuwa. Tunaenda kuangalia hapa population increase geometrical, yani tunasema example given moja. Kwa mba, mimi, pasijawa, mmoja kwamba nilikuwa mimi mfano Jackson hapa sijaoa niko mmoja, nikaoa tukawa wawili, tulipokuwa wawili nikawa mimi na mke wangu tukazaa watoto wangapi hao wawili tukawa watu wanne, then tukaja tukaongezeka tukawa watu nane. Hivyo ndo tunakuwa inaongezeka watu while food increase, uh, arithmetically, yani unavyoongezeka 1 2 3 4 and etc. Kwa hiyo ukija kupiga hapa hesabu kwamba ongezeko la watu linakuwa kubwa sana kuliko uzalishaji wa chakula. Sasa hii ndo tunakuja tunapata over overpopulation au uh, overproduction, yani chakula tunachokizalisha kinakuwa ni kidogo kuliko watu tunduliopo ni wadogo kuliko chakula tunachokizalisha. So ya tatu nasema when population exceed food supply problem occur overpopulation, ndio hii niliyokuwa nakuzungumzia pale juu lead to famine disease conflict and poverty. Yani conflict inakuwa, chakula kinakuwa kichache, watu wengi watu wanakuwa wanagombania, na watu wanakuwa wanaugua magonjwa, mfano kama kwa shako, utapia mlo. Lakini pia umaskini, watu wanakuwa washibi, wanashindwa kufanya vitu chochote, yani unatokea umaskini. So pointi hii hapa bado nakuja, na there are two. Hii ilikuwa ni, ni pointi ya nne. So kuanishaji sema there are two main check of population growth, ambayo ya kwanza nasema preventive check and a positive check. Sasa tuende kuziangalia moja baada ya nyingine, tukianza na preventive check. Hii inasema this as a way of reducing base rate before production goes too large, yani before population goes too large, yani hizi ni njia ambazo zinapunguza uzaaji unapunguza uzazi kabla ya population kufanyaje, kuwa kubwa sana. Ya kwanza moral resistance, ya kwanza ni moral resistance. People choose to delay marriage and avoid having many children. Kwa hiyo hii hapa ni mwenyewe tu, yani mwenyewe unaamua kwamba, tunaamua kuagree kwamba tusizae watoto wengi, unasema uenda ni watatu watatu, lakini nyingine Abu Abu Stis, ah, jamani mbona anishi kusoma Abu Stins, yani inasema choosing not to have a sexual relation, yani haunachagua kutofanya kutofanya mahusiano yoyote. Wa mfano hapa ni masisters na mabrothers, hawa hawajihusishi na mahusiano yoyote au kuzaa kokote. Lakini nyingine ni celibate, hii twasema choose to remain unmarried And not having a children unachagua kutokuwa na mtoto kabisa. Sasa kitu cha kuzingatia hapa not homosexual is not part of Malthus original check. Preventive check tunaenda kuangalia ya check ya pili ambayo ni positive check, na ambayo ndo ya mwisho: these are natural or external events that increase the death rate when population goes too fast yaani pale ilikuwa ni before, tunachukua ni hatua kabla ya ongezeko kufanyaje kuwa kubwa, lakini hapa ilishatokea. Sasa tunachukua hatua kabla ya ongezeko kufanyaje kutokea. Ya kwanza tuna famine, tunasema shortage of food ready to death. Yaani ki chakula kiwepo kidogo, lazima nini, chakula nani, vifo vitoke, watu wanakuwa hawana chakula na kutokea ugomvi, watu wana wana wanakufa. Lakini pia tunaanzisha nini, vita conflict overhead sources can reduce population. Ile vita inapokuwepo watu watahama wataenda sehemu zingine wataondoka pale, kwa hiyo population pale inafanya inapungua. Lakini pia disease, nasema disease uh, ep epidemic or pandemic like COVID-19. Hii watu wakijua sehemu fulani kuna magonjwa watahama watapungua, au watu watakufa kwa magonjwa, kwa hiyo inapunguza. Lakini pia natural disaster such as flood, earthquake and do haya nayo yataongeza nini? Watu hawawezi kuishi kwenye sehemu, kuna siku kia ofauds yani wataondoka na wataacha, kwa hiyo hii inasababisha kupunguke kwa ongezeko la watu, wakiwa wameongezeka sana, na in summary Malthus believes that if people do not stop the population from going too faster. Yani anaamini kwamba kama watu hawatoweza kupunguza au kusitisha ongezeko la watu kwa haraka, anasema by having fewer children, kwa kuwa na watoto wachache, then nature will reduce the number of people slow. Yani kwa hiyo kwa uhalisia hapa wataamua kupunguza watu kulingana na nini? Na matatizo like hunger, sickness and well, yani kupitia njaa, magonjwa, lakini pia na vita. His idea help people to take more about having too many people been poor and how to grow the country in fair way. Yani kuwa hapa tunasema kuwa na watu wengi unakuwa unakuwa maskini, lakini pia ni jinsi gani utaweza kukui kuifanya nchi iendelee kwa usawa na hisi. Hapa ndo tutakuwa mwisho wa hichi kipengele, tutakutana kipengele kingine na kama utakuwa na comment uta commenti tuweze kuboresha sehemu fani na sehemu gani tupunguze, kusudi vitu vilivyo vizuri sana. Nikutakie kila heri na Mungu akubariki, unapenda kufuatilia hizi nukuu.